Nataraji kuzungumzia silaha ya muumini. Silaha hii wala haihitaji idhini wala kibali, maana najua hivi, ukitaka kumiliki silaha katika mji yetu na miji mingine lazima upate kibali, lakini hii silaha na silaha hii wala haifanani wala haifananishwi na chombo chochote ambacho kinamilikiwa na teknolojia kileo. Wana viwanda hawawezi kui, kuitengeneza na kuiunda na kuifanya kazi, bali silaha hii unayo wewe mwenyewe, unatembea nayo wakati wowote, unaitumia nayo, si nyingine, ni kubwa kabisa.

sisi kwa hiyo tunatakiwa tutumie, na hasa haswa wakati wetu huu. Uislamu umefanywa kama ndio sinia ya chakula ambayo watu wanaikimbilia, wanakimbilia Waislamu, wanataka wamalize nini. Mnafuatilia na mnajuwa nini kinachoendelea huko Gaza, Palestina, Syria, na mimi mengineo. Lakini hata katika jamii zetu, jirani zetu, katika nchi tofauti, mnajua nini kinachoendelea Kongo mapigano, watu wanakufa. Sisi tumebakia eh, hatuna la kufanya. Haiwezekani, lazima tuzinduane, tuamshane. Kama huwezi hili, basi ufanye hili. Ikiwa nchi imekaa kimya sisi watu wa dini, dini yetu imetimia, kila kitu kimezungumzwa, hakuna kilichoachwa. Tusikae kimya, tuzungumze, tuombe, tupate sauti zetu juu ya swali hili akina uma basi, mwili mzima unakuwa unalala maakeshimobili na sisi tuhisi maumivu, tusione hali ya kawaida, labda kwa sababu mfano pengine serikali inya mazakida hakuna, sisi tunaweza ku kuonyesha ushiriki wako japo kwa kuomba tu, bali kuomba kwa shida zako binafsi. Una uma una matatizo una hili una lile, lakini si usiwasahau watu wa Gaza, watu wa Palestini, watu wa Siria, watu wa Kongo na maeneo mengine. Tunatakiwa tuendelee kuwaombea tusikee kinya tukikaa kimya hivi kama tumeridhika na kama tumeridhika allah subhanahu wa taala ataweza kutuletea janga kuliko na wao kwa sababu misitaa tunashukuru miji yetu nchi zetu zinasifikana kwa

jambo kubwa, na sisi wenyewe tujiombee, tusiache kabisa kabisa. akulu ma tasmaun Mwenyezi Mungu nakusieni tena kwa mara mbili juu ya kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kumtii ibada Allah, kwani sisi hatuna shida, kwani sisi hatuna matatizo. Sasa tunafanya nini? Kilichobakia ni kumwelekea Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa unyenyekevu, na hizi dua zina adabu zake, zina utaratibu wake, lakini kuna sehemu ambazo ukiomba kwa hiyo lazima tuzijue taratibu zake. Mfano Ijumaa siku ijuma, kidogu, ya Jumaa kwenye hichi kikao kidogo baina ya kutuba mbili, ili ni sehemu ambayo ya kujibiwa dua. Lakini baina ya ikama, baina ya adhana na ikama ni sehemu ya kujibiwa dua vile vile, lakini unatakiwa uombe huku kwa unyenyekevu, usioume mafirika yani

ana nayo tunaojikita nayo, tusiache hata mara moja silaha hii, na mwenye kuiacha silaha hii amekaa pabaya. Kwani hatumuoni yule mtoto mtoto ambaye alikuwa mcha Mungu? Mfalme alikana kumfanyia ubaya, akamkabidhisha kwa, kwa ma kwa makomando wake, akamkabidhisha kwa makomando wake, wakaenda naye juu ya mlima huko wakataka kumtuba lakini, kijana yule amesema vipi? Allahumma firihi bimashita kaifashiti, ee Mwenyezi Mungu wee, nitoshelezenao kwa namna unavyo